Karibu tena YK Media Production. E, kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, usisahau kusubscribe katika channel yetu YK Media Production. Lakini pia bila kupoteza muda, nitakota kuendelea na somo letu la pili. Kama ulikosa somo la kwanza, basi nenda kafuatilie katika video ambayo iko chini ya hii, ama andika somo la kwanza la kujifunza kutumia FL Studio katika kutengeneza beat na mambo mbalimbali yanayohusiana na FL Studio okay. Bila kupoteza muda basi nitakwenda kufungua FL Studio yetu pale pale ambapo tulikwenda kuishia katika somo la kwanza, basi tutakwenda kuendelea kufanya kile ambacho tulikuwa tumekusudia. Okay, baada ya ku save project yetu kule, basi tutakwenda kufungua vitu ambavyo tunavihitaji kuvitumia kwa wakati huo. Mfano sasa hii sehemu hatuhitaji kwa sasa hivi kwanza, so tutakwenda kuizima, tutakwenda sehemu hii piano roll. Sasa hapa hapa nataka niende nikaelekeze, maana nilikuwa nimelenga nielekeze jinsi yako ya kupanga hizi kupanga kodi kupanga kodi. Okay, kabla ya kupanga kodi, ngoja kwanza nibadilishe, nitafute vinanda hivi ku nimesha vielezea hivi vitu, jinsi vinavyokuaga hapa basi nitakwenda kuelezea na hata huu mwonekano wa hapa, pia nilishauelezea jinsi ya kuweka. Kama umekosa basi utarudi nyuma uende kuangalia kitu gani ambacho nilikielezea katika FL studio. Okay, hapa tutakwenda kubadilisha ile eneo, tutakwenda kubadilisha hapa, tutakwenda kuchagua, tutakwenda kuchagua kitu ambacho tutakitumia. Mfano, nataka tupige kodi hapo, niwafundishe jinsi ya kodi Kodi ni nini? Kodi zinapangwaje? Lakini pia mizunguko ya kodi ikoje? Hapa nataka tukafundishane hivo vitu vidogo vidogo, lakini ni vya msingi sana, ambavyo ukishavijua hivyo vitu vitakusaidia sana, lakini pia kuna triki ambayo nitakwenda kukuonyesha jinsi ya kuitumia. Basi kama ulivona, mimi nimekwenda kufungua ili eneo lakini vitu vyangu viko huku Nimeweka hichi kitu kama hapo, naona nimeweka hivi hivyo, lakini pia unaweza ukapunguza ukubwa, inasogeza huku. Sasa hivi tu unafanya we mwenyewe unavotaka, sio lazima vikae huku ninavoweka mimi, unaweka we mwenyewe unavotaka kuweka. Mimi nimefanya hivi kwa sababu na kwenda kukufundisha, ili usipate tabu ya kuelewa kitu ambacho nimekifanya, na wewe unaweza ukaapply huko ukafanya kama mimi ninavyofanya hapa, ikawa vizuri. For example nakwenda kufungua Purity, ntandika hapo kama nilivyoandika Purity, basi itakwenda kujitokeza hapa. Nitaishikilia, nitakwenda kuipachika hapa au hapa. Nitaangalia mimi mwenyewe nataka niifanyeje. Kwa mimi nitakwenda kuipachika hapa hapa. Purity yangu i hapa itakwenda kujionyesha nikigusa ya, basi itakwenda kufanya vitu kama hivi. Hiyo ndo purity yangu, na hii purity na vitu vingi ndani. Sasa mimi nataka kupanga kodi. Je, nitafanyaje fanyaje nipange kodi hapo? Ndio kitu cha msingi nitaangalia, nataka nipange kodi kwa piano ama nipange kodi kwa kutumia nini? Ndachagua huku katika vitu vyangu, sio lazima uchague nilichoweka mimi. Mimi nakwenda kuchagua tu kulingana na kile nataka kukufundisha, sio lazima kiwe hicho, unaweza kuchagua chochote kile ambacho kinafaa. Mimi nakwenda kuchagua hicho, okay, then nitakwenda kukifundishia hiki, tu kinatosha kwangu kwa leo kukuonyesha tu jinsi ya kupanga kodi. Kodi ni nini? Tutafungua purity yetu sasa pale. Nimeclick tu hapa itakwenda kufungua ile kitu inaitwa piano roll ambayo ndio hii hapa. Ndani huku kuna piano, kuna kila kitu. Sasa iko hivi, katika piano hapa kuna kuna hizi keys, hizi ni keys hizi kuna si na zingine zinazoendelea. Sasa kodi ni ipi? Kwa levo ya kwanza kabisa ya kujifunza, tunaanza kujifunza kwenye s si. Maana yake nikisema s si, na maanisha hapa kitoka hapa mpaka hapa. Tukiplai spidi yetu ni tisini na tano tukiplai hapa mm na ile metronomi yangu siku izima, kwa ajili ya kupata zile speed ya, ya, ya kiki kwa sababu sijapiga kiki kwa, ukiplay utasikia hivi. Sasa hii ni key tu, hii siyo kodi. Ila itakuwaje kodi? Ni lazima upige, lazima upige noti tatu ambazo hizi noti tatu. Hii ni key C, funguo ya C, ambayo hizi funguo ya C. Sasa ili upate kodi zake, maana yake ujue sauti zinazofuatana kwenye hii key C. Sasa hapa kuna kuna kuna kodi nyingi sana kwenye hii key C. Mfano, kuna C meja, kuna C minor, kuna C suspended 2, kuna C suspended 4, kuna C s kwa hiyo sasa takenda ukupangia, sasa hapa. Sasa mfano unatakio sasa uzijue hizi, kwamba si meja ni nini na nini na nini ni mchanganyiko wa nini na nini. Kwanza tokia ujue hizi kwa hapa kwa, kwa, kwa mpigo huu, hii ni kisi. Sasa, mfano maana yake hapa apa tufundishane. Kwa makini, hii ni sehemu ya muhimu sana kuielewa. Ukizungusha hichi kiringi, itakuwa inatembea hivi hivi, ya hivi, na huku inakuonyesha kwamba kunaendelea, kunashuka. Kwa hivyo ni vitu vidogo vidogo ambavyo natakiwa kuifahamu sisi. Tunaenda kii yetu ni si, sasa hapa nataka nitengeneze kodi kupitia hii KC, lakini hizi code nataka nifanye progression yake, yani nifanye kile kitu ambacho tunaita melody, nitengeneze melody ambazo zitazunguka kuonyesha huu ni wimbo. Sasa unaanza kupata taswira ya ule wimbo, ndio tunaanzaga hapa. Sasa kii yangu ni moja, naweza nikapiga hapa sasa mpaka hapa Sogeze nazivuta nazivuta, ziwe ndefu ndefu kidogo, kama unavosikia navolia, napiga si, nakuja kupiga f hii hapa. Takiwa sasa uzijue hizi, hizi uzijue tu kwamba si mizunguko yake iko wapi. Kodi kama kodi itakuwa inaenda hivi, kipiga ukisikiza Sasa inakuwa ni kodi. Fanya hivi, maana voisikia nibadilika kidogo. Hiyo ni kitu nyingine. Piga c f na na a c f na a c f na a inapatikana inapatikana kitu kama hiki. Iki maana yake nikisema c f na a, maana yake hapo kwenye kwenye kodi nimepiga second inversion, first inversion, nitakiwa nipige c Sabia sasa, hapa si hapa ya mbele ni nini? ukipiga ina inakuonyesha hapa kwamba ni d sasa, so, ukapiga c na d kwa pamoja, sio kweli. e inabidi upige e wapi? ni hapa afuja upige na G. Futa hii unasikiliza, hiyo ni c pia lakini, hiyo ni c kwenye nasema kwenye kwenye festi kodi za kwanza kabisa ziza, funza, like zile za kujifunza za kibigina, zile za kuanzia, au ukisema bigina, watu watakusikia kusikia habari za bigina okay. Asa, hiyo ni si pia lakini, ukiamisha hapa, ukija kama vile nilivyopiga mimi, maanake efu g Piga FG na C huku maanake hii C naweza na ikakaa, tunapindua tu kodi ukipiga hivi utaisikia. Sasa hizi ni kodi, hii kodi, hii kodi moja na kwaje inabadilika hivi? Inabadilika kodi huwa inabadilika kutokana na kile ambacho nakipiga. Sasa kuna mtu anapiga kodi, haelewi kodi hiyo ni nini. Lakini ki hapa ni si, yaani huyu ndio anabeba hawa au amebebwa. Kwa hiyo kuiweka huku au kuiweka huku ni kile ambacho nataka nikisikie, lakini nilichopiga hapa ni si kwenye ki ya si Manaki kama ningekuwa napiga ufunguo mwingine wenda ningeanzia hapa. Manaki hapa ingekuwa hii ni ni C sharp. Lakini hapa napiga hata ukiplay naisikia tofauti manaki, isha maji sio, si tena. Na hiyo ukipiga ukisema upige kwenye C sharp lazima utafute mizunguko. C sharp kodi yake inaofuata ni ipi? Sogea mbele tena tuwa moja hiyo ndo si sharp, kodi zake zinasogea hivyo. Sasa ukipiga si sharp inabidi ujue tena kinachofuata baada ya hapa ni nini. Lakini kodi au ki, tuseme ki ya kwanza ni hii inayobeba wenzake, hii ndio ki. Sasa kama unazipindua maana yake hii itakuja kuanza tena huku, ukipiga utaisikia kama hivyo yu. Sasa iko hivyo yu. Kiacha hapa itakuwa hivyo tena, ambavyo itakuwa ina sound hiyo, ni C sharp. Tutakuja kwenye D, hiyo ni D D. Ndio ukipiga hapa utasikia zimeama tena, kuja hapa unasogea na hatua moja mbele, wewe ujue hapo. Hiyo ukipiga utazisikia zimeama tena, hiyo hapo ni D. Sasa hiyo tumetoka kwenye C, tuko kwenye D, ukipiga na ukisema una unaisogeza una tena, inabidi sasa hii D uje uipigie tena huku ukiamisha hii uka play, utaisikia na saundi hivo hivo. Manake ukiamua kuipigia huku chini isikia kama hivo lavyo saundi, tunaama tunakuja D sharp, na enyew ukipiga abidi ujue na wenzake huku wanakalia wapi. Abidi hynasogee tena naasogee tena Ina, amna ugumu ona. Kwa hiyo hizi ndo kodi zinavyotembea. Kama unataka kuipanga huku, nataka yenye iwe juu, maanake lazima ya juu inayokuwa mwanzo huku au inayokuwa huku, hiyo ndo kia wimbo sasa. Hiyo ndo siri ambayo kua uijui tunaijua piga hapo, ngoja tufanye hivi tena D sharp okay. D sharp maanake unavyokuja kupiga huku na yenyewe unahamisha hivyo hivyo mbili, nahuku nakuja kwenye mbili kuja kupiga hapa ya yeah. Kwa hiyo kama umetanguliza hivi ukipiga hapa usio, ukasema hiyo ni usio, ukasema unapiga hiyo sio G kina kina, kwa ni hapa ni ni D sharp ndo ki yako. Maanake ni nini? Maanake hii soundi soundi iko wapi? saundi na saundi kwenye kitu kinaitwa D sharp. Hiyo ndo funguo. Hawa wengine wanakuwa wamebebwa, tutamfikia hata huyu jamaa, tutajua. Sasa kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia, mfano hujui, hujui key ya wimbo, kuna kitu iki hapa nje, ki iki hapa iki kinaitwa song master. Hii ukihitaji unaweza ukanicheki, nikakupatia ukajua namna gani unaweza ukaitumia ii unapoifungua, unapoifungua hii ndani yake, ukachukua tu wimbo wowote au biti ukachukua ukaweka hapa, kuna vitu vinafanya vina, vina, kule. Okay, ukachukua wimbo ukaweka hapa na mambo itakuletea ki ya wimbo kwa makini hapa. F inakuambia kabisa, huko ni intro, hapa ni verse, hapa ni verse hivyo inakuambia kabisa kila kitu hii hapa. Lakini pia ina mambo mengi, inaweza kafanya, inaweza katenganisha wakati ya vocal na vitu vingine, inaweza kafanya hiyo kazi, hivyo itakusaidia kama wewe bado hujafahamu ki ya wimbo au kia beat umetumiwa beat au mwimbaji wako amekuja na beat lakini ujui kii uko wapi, lakini ipi welewi, au unataka kufanya autotune pale kwenye vocal, ujui kia wimbo wako uko wapi, unaweza kuwa na hii program itakusaidia. Utakapoweka tu hapa, itakuonyesha na haidanganyi, itakuonyesha kitu halisi kabisa ambacho ukienda ukiapply kule kwenye

au F sharpu kwa jina lingine. Kwa haya madugha yanakuwa yanabadilika gai, ukiona GB sio za intaneti. GB ni F sharpu, alafu kuna kuja G yenyewe, alafu una AB. ni F sharpu, A sharpu, ita AB ni F sharpu A sharpu. hii anaita AB hapa F sharpu, alafu nakuja A yenyewe, alafu kunakuja BB. BB ni nini? ni A sharpu. Afu kuna kuja B. B B sharp, C minor. Hata usiposema minor lakini si najulikana ni, ni ni C, C ambayo imenyooka inakuwa ni minor wanakuekea m hapa C minor. Mfano huku juu pia kuna C mona. Sasa utasema hii ni C pia, C gani tujui, hii huku ni C minor. Sasa hizi ni zile kodi zile. Hii ni meja, hii ni minor okay. Eh, hii ni minor mama. Kodi ni mengi wazee, hizo zikae kichwani. Kuna kodi za meja na kuna kodi za minor. Kodi tutakuja kuziona. Sasa hii kasema, muziki unahitaji utafute muda wa kujifunza, lakini pia utafute muda wa utulivu wa kuweza kujifunza hizi kodi. Hizi kodi na kipya kujua kii majina yake pia nakusaidia. Lakini tukija huku mbele kuna C sharp minor. Sasa kuna manyimbo ya namna nyingi sana, lakini na hata unapokuja kuchunguza katika hizi nyimbo nyingi, ukisema uweke hapa, uangalie wimbo uko hapi, wimbo uko hapi, wimbo uko hapi nyingi utakuta zinacheza kwenye hizi kodi za kii za mwanzo mwanzo, ambao ukitafuta manyimbo ya Wazungu yale, maona kama huu ni s si. Ona kuta wimbo umepigwa kwenye F, F sharp minor. Huo huja hapo shughuli mzee, ipo hivo. Kwa hiyo, kikubwa ni kwamba kujua tu hizi kii ziko vipi na zinafanyaje kazi na zinatumikaje hivyo basi, tuendelee na somo letu kwa kwa sehemu. Kwa hiyo ukiendelea huko, hiyo ni dishapo okay. Unavyoendelea mbele hivyo hivyo, unaenda inasogea imoja, sogea imoja, inasogea imoja. Kwa hiyo mfano kama hujui ukipiga sasa, hizi ukizichukua hizi hoja